Endapo janga litatokea la kifo kwa yule aliyekopa, tunakuwa tunalipa kutoka pale janga lilipotokea, lakini pia tunakuwa tunatoa mkono wa pole mpaka milioni moja kulingana na mkopo uliobaki. Habari wasikilizaji na watazamaji wetu wa Power Podcast Karibuni sana katika podcast yenu pendwa, nami iwalo katika episodi yetu ya leo tutazungumzia kuhusiana na bima ya mikopo ya maisha. Natumaini watu wengi sana wanajiuliza kwamba bima ya mikopo ya maisha ni kitu gani. Sasa kupitia episodi hii tutaweza kujifunza zaidi. Naomba bila kupoteza muda, niweze kumkaribisha mtaalam ili aweze kuelezea zaidi. Karibu sana sante. Majina anaitwa Joan Kwayo na ninatokea kampuni ya bima za maisha inayoitwa Bumaco. Na ningependa kujua sasa kabla tujaendelea na mambo mengine, Bumaco ni taasisi ya aina gani na inatoa huduma gani? Bumaco ni kampuni inayojihusisha na utoaji wa bima na tunakaribia miaka arobaini na tano katika utoaji wa bima na kampuni ambayo ni kubwa ni kampuni ya Bumaco Insurance Company Limited ambayo inajihusisha na utoaji wa bima za vitu na mali kama una magari, kama una nyumba, kama una biashara, ambazo unaweza kukatia bima ili kwamba yakipata majanga tunakuwa tunalipa. Lakini kutokana na utoaji wake wa bima wa muda mrefu, ikaanzisha kampuni ya Bumaco Life Insurance ambayo inajihusisha na utoaji wa bima za maisha kwa, kwa mtu sasa, kwamba mtu hmm, unakuwa unakatia bima yako ya maisha. Bima za maisha ni bima za muda mrefu inaanzia miaka mitano ya uchangiaji na kuendelea, inaweza ikawa mpaka miaka ishirini miaka thelathini ya au maisha yako, unaweza ukakata hizi bima, na bima zetu ziko katika msingi wa akiba na kinga, kwamba yule mtu anapokata hii bima ya miaka mitano au muda ambao ameuchagua akiwa hai mpaka mwisho wa mkataba, anakuwa anapata hela yake, kwamba uh, kwa ni aliyojiwekea kwa muda huu aliochagua, lakini inakuwa ndio akiba yake lakini endapo litatokea janga la kifo, ulemavu, ugonjwa wa kudumu unakuwa tunalipa kile hela, ile hela aliyokuwa anaitarajia katika ule muda aliochagua. Nitatolea mfano kama huyo mtu alikuwa anatarajia, amekata bima ya miaka mitano, amekata bima ya miaka mitano na amechagua fao la milioni kumi, kwamba baada ya miaka mitano awe na milioni kumi. Katika bima zetu reti tunazozitumia fao la milioni kumi, kumi. kumi unatakiwa kuchangia laki na arobaini na nne kila mwezi kwa hiyo utaweza kuchangia mwezi wa kwanza laki na arobaini na nne, na kila mwezi utachangia kwa laki na arobaini na nne ukiwa hai, mpaka baada ya miaka mitano ukiwa hai, umechangia miezi yote mpaka mwisho, utapata fao lako la milioni kumi. Inakuwa ni akiba yako. Lakini endapo utapatwa na janga la kifo, ulemavu, ugonjwa wa kudumu katikati ya mkataba baada ya mwaka mmoja au miwili umechangia, haijatimia milioni kumi, umechangia labda milioni mbili milioni tatu tu ukufika mwisho wa mkataba sisi kama Bumaco wako, tunakuwa tunalipa milioni kumi yote kwa familia. Na bima zetu ziko katika watu binafsi, lakini pia tuna wa vikundi. Bima za watu binafsi ni bima kama za elimu ambayo mzazi anaweza akakata. Hii bima kwa ajili ya elimu ya mtoto wake inaanzia miaka mitano mpaka kumi na tano ya uchangiaji. Hii bima ni kwamba mzazi anakuwa anakata kwamba mwanae akifika baada ya miaka mitano mwanae atakuwa langapi, na kwamba katika hilo darasa mwanae atakalokuwa basi hii bima ianze kumsomesha. Na hizi bima za vikundi tunazo tofauti tofauti ambazo vikundi kinaweza kikakata. Tuna bima za mikopo ambayo leo ndo nitaiongelea zaidi, tuna bima za wafanyakazi, kama kampuni inaweza ikawakatia wafanyakazi wake bima kwa ajili ya wafanyakazi wake. Lakini pia tuna bima ya mkono wa pole, kama kikundi kinaweza kikakata bima ya mkono wa pole, endapo mwanachama akapatwa na janga la kifo, mwenza, mtoto, wazazi tunakuwa tunatoa mkono wa pole kwa ile familia ili kusaidia mazishi. Na bima zetu za mikopo ni bima ambazo zinalinda zina ile taasisi endapo yule mkopaji atapatwa na janga la kifo, ulemavu au ugonjwa wa kudumu. Kwa hiyo hii ni bima ambayo taasisi inakuwa inakata, kwa maana ule mkopaji inabidi akate ile bima ili kwamba endapo janga litatokea kama kifo, ulemavu, ugonjwa wa kudumu, sasa basi sisi kama kampuni ya bima tunakuwa tunarejesha ule mkopo uliobaki toka alipopatwa na janga. Kwa sasa, unamaanisha hii bima ya mkopo, mfano mimi uh, binafsi anaweza nikaja kwenye taasisi yako nikakata hiyo bima, au kuna yani, kwamba taasisi inayofanyia kazi pengine ndo inatakiwa ije kukata bima kutoka Bumaco? Asante. Yes, hizi uh, bima bima ya mikopo huwa tunakata tunaingia mikataba na taasisi za mikopo kama mabenki kama SACCOS kama microfinance kama vikoba, taasisi ambazo zinatoa mikopo. Kwa hiyo hatudili na mtu mmoja, tunadili na ile taasisi, ambayo ile taasisi ndio itakayotupa majina ya wale watu waliochukua mikopo kwao wa. Nashukuru sana na kwa sababu umeshazungumza kuhusiana na taasisi za fedha ikiwemo SACCOS, ningependa sasa kujua ni kitu gani kutoka kwenu kinaweza kikashawishi labda SACCOS iweze kukata hiyo bima, yani ni uh, upekee wa aina gani ambao unapatikana Uh, kwanza kabisa uh, SACCOS inakata hizi bima kwa sababu kwanza uh, inakuwa inalinda fedha zake kwamba mm, endapo lile janga litatokea kwa yule aliyekopa kwao, mm, kama kifo, ulemavu, ugonjwa wa kudumu, kampuni ya bima italipa kile kiasi kilichobaki kwa ile hela yao inakuwa haipotei. Mm, lakini pia sisi kama Bumaco huwa tunatoa commission au administration fee kwa sababu SACCOS unakuta sio agent kwa hiyo, kama sio agenti wa bima. Kwa hiyo tunakuwa tunatoa kitu kinaitwa administration fee, ambayo administration fee inakuwa inasupport ile SACCOS kwa sababu wametumia muda wa kuandikisha wale watu kuwakatia bima, kwa hiyo sisi tunarudisha kwao asilimia kumi na tano ya ile ada ya bima ambayo wametupa kama kushukuru na kama kusapoti ile kazi walioifanya, asilimia kumi na tano. Naona hapo kuna faida baina ya pande mbili yes. Kwanza SACCOS yenyewe inapata faida kupitia hiyo bima yes, lakini pia yule mwanachama ambaye pia ni tuseme ni mteja wa SACCOS, ana anapata faida. Ila kwa sababu umeshazungumzia kwa upande wa SACCOS, natamani nijue sasa kwa upande wa ule mkopaji ni faida gani ambazo Yeah, yeah, anazipata uh, kwa upande wa yule mkopaji anapokopa anapokopa kutoka kwenye SACCOS kwanza mm. anakuwa ana uhakika kwamba akipatwa na janga lolote, sisi kama kampuni ya bima ya Bumaco tunakuwa tuna, tuna tutalipa lile lile tutalipa lile tutalipa ile hela iliyobaki toka pale alipopatwa na janga kwa hiyo kwanza tunamwahidi hicho kwa mfano, akifariki akipata ulemavu, ugonjwa wa kudumu, tuna uhakika wa kurudisha ile hela yake toka amepatwa na janga. Lakini pia kama mkopaji likitokea janga la kifo, tunakuwa tunatoa mkono wa pole kwa familia yake, kwa kama kusapoti ile familia ambayo imepoteza mpendwa wao, mpaka milioni moja kulingana na mkopo uliobaki. Na umezungumza hii ni bima ya ya mikopo kwa upande wa maisha, sindio? mm. Sasa ikitokea mtu amepata ulemavu au sasa, kifo kimetokea, ni nini kinafanyika? Asante sana. Kinapotokea janga la kifo au ulemavu wa kudumu, tunakuwa tuna, kuna vitu ambavyo tunahitaji ambavyo uh, yule, uh, yule mtu ambaye amekopa au taasisi ile ya mikopo, tune, tutakuwa tunahitaji kutoka kwao. Kwanza inabidi watuambie kwamba kuna mtu amepatwa na hili janga, aidha kifo au ulemavu wa kudumu lakini pia vitu ambavyo tutavihitaji pia ni kama atabidi ajaze fomu ya madai, ile SACCOS mm. inakuwa inajaza fomu ya madai kwamba mteja wetu amepatwa na janga la kifo. Lakini pia tutahitaji kitambulisho cha yule aliyekopa cha kitambulisho chake cha NIDA au kura. Tutahitaji um, kama amefariki, tutahitaji death certificate, lakini pia tutahitaji ripoti ya daktari kuonyesha kwamba yule mtu amepatwa na ulemavu wa kudumu hataweza tena kuendelea kufanya kazi yoyote ili kuweza kurejesha mkopo wake. Kwa hiyo hivyo vitu ndio vya haraka ambavyo tutavihitaji ili kuweza kulipa ule mkopo. Kwa upande wenu sasa, ikitokea mtu amechukua mkopo na umauti umemkuta, ume ni mnafanyaje fanyaje au ni treatment gani ambayo itafanyika hapo? Okay. Uh, kama nilivyosema mwanzo, mm. ndipo janga litatokea la kifo kwa yule aliyekopa. Tunakuwa tunalipa kutoka pale janga lilipotokea, ikiwa hmm. yes. Kwa linamaanisha kwamba endapo ule mtu alikopa kiasi fulani cha pesa na akawa amerejesha mpaka pale janga lilipomtokea, tutalipa kwanzia pale kile kilichobaki, mpaka kile kilichobaki mpaka mwisho wa mkopo wake kile ndio takacho kilipa. Tuchukulie um, mtu kakopa labda milioni tano akawekewa pamoja na ile riba na vitu vyote, tuseme ile gharama ya mkopo Uh, jumla inakuwa mwisho wa siku anatakiwa labda kurudisha ni milioni sita. Mm-hmm. Sasa kwenye ile rejesho tu la kwanza labda anarejesha ni laki tatu mauti ukamkuta uh, vipi sasa kuhusiana na hayo marejesho mengine ambayo yanakuwa yamebakia. Okay. Sisi kama kampuni ya Bumaco tutarejesha ule mkopo wake uliobaki kama alilipa kweli ile laki, ulitolea mfano kama alilipa laki tatu, ndo kila mwezi inabidi arejeshe. Kwa hiyo kwa ile laki tatu kama alilipa yote, tutailipa kile kilichobaki kutokea kwenye ile milioni sita mm. Lakini endapo huyu mtu amekopa milioni sita alafu hakurejesha ule mkopo vizuri, amerukaruka, mwezi huu kalipa laki mbili, mwezi unaofuata amelipa laki tatu inayotakiwa, mwezi unaofuata karuka, alafu janga la kifo likampata, tutalipa kulingana na pale janga lilipomkuta mpaka mwisho wa mkopo wake, hatutalipa vile alivyo rukaruka. Yani wanaitwaga defaulters, hmm, ambao hajalipa sahihi, lakini alikuwa mzima, alikuwa hana shida, aliruka bila kwamba alikuwa ana shida yoyote, alikuwa hana shida na bado akaruka. Ile mikopo hatutailipa, tutalipa pale tu janga alipompata, mpaka kilichobaki mpaka mwisho wa mkopo wake. Um, umezungumza kitu kizuri na mimi kuna stori nyingi pia nazisikiliza huko mtaani, yaani inaonekana ninyi watu wa bima huwa mara nyingi ampendi kuwalipa wale watu pale majanga yanapokuwa yanatokea. Hapo sasa hivi tukiwa tumekaa mi na wewe, utanihakikishia o, bwana, sisi tunalipa vizuri, lakini ukiingia mtaani watu wanatoa stori tofauti, kwamba watu wa bima hawalipi. Sasa bahati mbaya, huwa na ukiwa mtaani unashindwa kujua, labda ni kampuni gani vipi? Yes. Sasa upande wenu ninyi Uh, kuna stori kama hizo au kuna tukio kama hilo limewahi kutokea labda la kushindwa kumlipa mtu hiki? Yes, uh, uh, kitu cha kwamba bima huwa hazilipi ni kitu ambacho tunakisikia mara nyingi sana, lakini tunapenda kuambia kwamba sisi Bumaco ni kampuni ya, ni kampuni kwanza ambao ni tuna, tumesha fanya kazi muda mrefu sana tuna almost miaka 45 katika ufanyaji kazi, wetu wa kazi hmm, lakini pia hatuwezi kuacha kumlipa mtu pale ambapo kwanza kifo kikitokea, mtu utajua tu kwamba kweli mtu amefariki kwao. Kama mtu akishafariki, uwezi ukakataa kulipa, lazima tu utalipa. Lakini pia tunakuwa tuna hatuwezi kuacha kulipa, kwa sababu pia tuna tuko chini ya uongozi wa mamlaka ya bima Tanzania hmm. mtira ambayo yanatuongoza ambayo, kama mtu ana changamoto, anaweza kawambia kwa wale tira kwamba Bumaco hawajanilipa. Pia sisi kama kampuni ya bima tunakuwa tunakata, yule mtu anapokata bima kwetu, na sisi tuna kampuni kubwa inaitwa reinsurance ambayo pia inatukatia bima. Kwa hiyo wale sisi yani, kwa mfano, kwa hiyo haiwezekane tukashindwa kulipa, kwa sababu hata sisi wale wanapokata sisi, tunakatia mtu binafsi, lakini kuna kampuni kubwa ambayo inakatia makampuni ya bima bima Yes, tunakuwa tunasaidiana katika ulipaji, kwa hiyo hatuwezi kushindwa kulipa ile bima ya mtu anapokuja anapo kudai, hatuwezi kwa sababu tunakuwa tu, sisi wanapotudai na sisi pia tuna kampuni kubwa juu inayo tunaweza kuidai. Nashukuru sana, na pia leo nimejifunza na nimeamini ule msemo ambao unasema mganga ajigangi, kuwa sijui kama kampuni za bima na zenyewe kuna kampuni bima tena kubwa ambako. Yes. Mnakata bima yes? Tunakatiwa okay. bima pia na sasa, ukija kwenye upande wa gharama, hizi gharama za bima zenu ukijilinganisha na wengine kwenye soko, unazionaje na watu wanasemaje kuhusu bima zenu? Maanake hapa sasa hivi unaweza ukanihakikishia, jamani hizi bima zetu zina gharama ndogo, alafu nikaenda kuwauliza watu ambao mnawapa huduma wakawambia zile zina gharama kubwa. mm -hmm. mm -hmm. okay gharama zetu sisi ni ndogo kabisa. Kwa mm, tunahua tuna kwa mfano, kwa ukataji wa bima tunatumia rate ya 0.6% p mm, ambayo hii 0.6% ni rate ya mwaka mmoja. Kwa hiyo kama SACCOS inakuwa inakopesha mikopo yake kuanzia mwaka mmoja, tunakuwa tunatumia 0.6%. Kwa hiyo kwa... tunaweza tukasema kwa shilingi labda milioni moja ikichukua 0.6% inakuwa ni kama 6,000 tu kwa mwaka. Kwa hiyo kwa huu mwaka unahakika kwamba kwa 6,000 yako tunakulipa milioni moja ndipo litatokea janga la kifo, ulemavu au ugonjwa wa kudumu kwa milioni moja tu. Kwa hiyo atumia rate ndogo sana lakini, hmm, kwa sakos ambazo zina mikopo zaidi let's say miaka zaidi ya mwaka mmoja tunakuaga na rate ya 0.6% lakini kwa kutumia reducing um, kwa kutumia rate ya reducing balance ambayo tunaenda na kwamba ile mikopo tunaangalia chini ya ambayo, yani inaenda kulingana na mkopo uliobaki kila mwaka unavyoenda, ndio hapo hmm. Okay. Umezungumza uh, ni kitu kizuri sana kuhusiana na gharama za bima. Umesema gharama zenu ni za chini. Yes. Na pia kwa sababu umetoka kwenye kampuni ya insurance, naamini na nyie mnafanya biashara, sindio? na kwenye biashara kuna kitu kinaitwa win-win situation. Hizo um, gharama zenu unaonaje, yani haziafecti SACCOS kwenye upande wa kupandisha zile gharama za mikopo ambazo wanazitoa kwa wanachama wao pengine? mm, hapana mm. SACCOS nyingi waga wanafanyaga internal scheme, kwa maana ya kwamba wanakataga bima alafu inakuwa ni ya kwao wenyewe yani, hawaipeleki kwenye kampuni za bima. Yani wanakata bima alafu inabaki wanakuwa wanayo, yani inakuwa ni hela yao. Kwa hiyo, kwa mfano, kwa kuwa na kampuni ya bima inakuwa inawasaidia kwa sababu kile kiasi cha bima ambacho watakikata ni kidogo sana. Lakini kwa experience ambayo tunayo ni nyingi, wanachaji kwanzia asilimia moja mpaka asilimia mbili, ambayo inabakia kwao wenyewe, SACCOS nyingi. Kwa hiyo, kwa SACCOS inaweza ikakata I bima na bado wakabakiwa na percentage ikaendelea kuwa kwenye mfuko wao kwa ile ile, kwa sababu ukishaingia bima ile skimu yao bado inaendelea kwa ile ile rate, rate yao inaendelea kama ni 1%, kama ni 2% wanaendelea nayo lakini tu, tunasema 0.6% ya kwetu, percentage inayobaki inaendelea kwao, na katika 0.6% tunatoa commission ya asilimia kumi na tano. Au katika hmm, kila premium tutakayoipata au ada ya bima tutakayoipata asilimia kumi na tano tunakuwa tunairejesha kwenye SACCOS . Kwa hiyo wanakuwa wanapata commission administration fee, lakini pia kuna percentage inaendelea kubaki kwenye mfuko wao. Kwa sasa hapo, kwa kama nimekuelewa vizuri, maanake kwa SACCOS ambazo zitaamua kufanya kazi na ninyi, watafaidika zaidi, badala ya kuwa wanakata zile, yes, eh, bima za mikopo, halafu wanabakia nazo wenyewe. Yes, uh, okay. Suala la umri, yani maanake, nimeona kwenye suala la umri kwamba watu ambao ni baada ya miaka sabini na tano hawako covered. kwa hiyo kuna uh, watu ambao mmewaexclude au mmewatoa kwenye bima zenu wa unahisi ni kwa nini mmewatoa watu wenye zaidi ya miaka sabini na tano kwamba wenyewe hawana huo uhitaji wa mikopo? Um, miaka sabini na tano ndio maximum age ambayo tunaicover kwa sababu ya kwamba umri unavyozidi ndo riski inavyozidi hmm. Ya, yule mtu kufariki, kupatwa na ulemavu wa kudumu au ugonjwa wa kudumu hmm. Kama, kama, kama bima huwa tunaangalia hizo riski kwamba age ya yule mtu ikoje hmm. Ndio maana tumeseti mpaka miaka sabini na tano ndo umri wa mtu awe ndo anamaliza mkopo au ndo umri wake wa kukopa mwisho ni sabini na tano kwa sababu ya risk okay. Ukiachana na upande wako sasa wa riski, pia kuna upande wa SACCOS mimi nimezifuatilia SACCOS zina watu mpaka wana umri wa miaka tisini. Uh, kwa hiyo sasa SACCOS ambao inakuja kujiunga sasa na bima yako inamaanisha wale watu ambao wenye umri ule wanatolewa, au mtaambia SACCOS mkikopesha, um, watu sisi hatuhusiki na lolote, tuna yeah, tunakava mpaka sabini na tano. mm. kama kutakuwa kuna, inategemea na SACCOS kama wana watu wengi, tunaweza tukaangalia, lakini tisini inakuwa ni mbali sana mm. Yes, tisini inakuwa ni mbali, at least hiyo themanini na themanini, kwamba lazima tupate notification ya hawa watu na tuone namna ambavyo tunaweza tukawakava either kwa kuongeza premium waongeze premium, lakini tisini inakuwa ni mbali sana mm. Yes, lakini tunastiki kwenye sabini na tano mm. Na sasa uh, ni kwa nini kwa upande wako unaona kuna umuhimu sana kwa hizi SACCOS kuweza kuwa na hii bima ya mikopo ya maisha? Ni muhimu kwa sababu kwanza hii bima ya hii bima ya mikopo inakuwa inalinda ile taasisi kwamba haitapoteza hela yake endapo mkopaji wao akafariki, akapatwa na ulemavu wa kudumu au ugonjwa wa kudumu lakini, pia kwa huyu aliyekopa hatachukuliwa dhamana zake kama aliweka akiba na amana, endapo zingechukuliwa kama angeshindwa kulipa, inakuwa inakuwa zinabaki zinatumika na watu waliowaacha. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa SACCOS kama ambavyo tulizungumza hapo mwanzo kwamba mnatoa hizi bima za mikopo mm -hmm. kwa ajili ya SACOS, lakini ndani ya SACOS kuna wanachama, na kama ambavyo umezungumza mwanzo bado SACOS nyingi hazijajiunga, mm -hmm. au hazina aina hizi za bima. Sasa una ushauri gani kwa SACOS kama taasisi na pia kwa wanachama wa SACOS kama okay. mtu mmoja mmoja? Asante kwa swali lako. Uh, kwa upande wa SACOS nikuwa nashauri kwamba wawe na hii kukata bima za maisha kwa ajili ya wakopaji wao, kwa sababu ya hela zao hazitapotea kwanza, kwa sababu ya kampuni ya bima italipa endapo yule mkopaji amekopa kwao na wakapatwa na janga la kifo, lemavu, ugonjwa wa kudumu. Lakini pia kwa kwa huyu ambaye amekopa, tunakuwa tunamhakikishia kwamba endapo janga litatokea, kiba zake na maana zake hazitachukuliwa, kwa sababu tutarejesha mkopo wake uliobaki toka alipopata na janga, lakini pia tunatoa na mkono wa pole napo itatokea janga la kifo mm, tunakuwa tunatoa mkono wa pole mpaka milioni moja. Na huo mm, unaoita mkono wa pole ni rambirambi au ni aina gani ya mkono wa pole? Yes, mkono wa pole ni rambirambi ambayo huwa tume tumeiweka kama tumeiweka kama, kama kachumbari kwenye product, mm, kwa sababu ni product. Mkono wa pole ni product ambayo inajitegemea mm yenyewe kama yenyewe kama SACCOS wanaweza wakakata kwa ajili ya wanachama wao, kwamba mwanachama akifariki, mwenza, mtoto, mzazi, anakuwa anakata hii bima ya mkono wa pole, ili kwamba kwa ba... sababu SACCOS nyingi, sometimes unaweza ukakuta wana wanakuwa wanajichangia wenyewe na anaweza wasipate hela nyingi sana kwa ajili ya kumsapoti mwanachama mwenzao endapo amefariki, au mwenza wake amefariki, au mtoto au mzazi. Kwa hiyo hii bima ya mkono wa pole ni bima ambayo inajitegemea yenyewe na SACCOS inaweza ikakata yenyewe kama yenyewe, lakini pia ni bima ambayo tumeiweka ndani ya bima ya mikopo, ili kwamba kusupport ile bima ya mikopo. Vile mwanachama akifariki, tunatoa mkono wa pole mpaka milioni moja. Aa, nashukuru sana Ms. Joan kwa maelezo mazuri. Nina uhakika watazamaji pamoja na wasikilizaji wetu, kuna kitu ambacho tayari wamejifunza kupitia uh, somo letu la leo. Uh, kwanza wamejifunza ni sasa tunaita ni zile imani imani potofu ambazo walikuwa nazo kuhusu bima, mm -hmm. Na uhakika mtazamo wao ume umebadilika, yes. Kwa sababu watu wengi wanaamini kampuni za bima hazilipi kwao. mm -hmm. Sasa we umejaribu kuonyesha ni namna gani ninyi Bumaco mnaweza kuwalipa wateja wenu, na pili, kwa wasikilizaji na watazamaji pia tumeweza kujifunza ni namna gani kuna umuhimu wakuweza kukata aina hii ya bima ili kuweza kujiepusha au ili kuweza kujilinda pale ambapo inatokea majanga. Sisi ni binadamu, na uwezi jua ni lini majanga yanaweza yakatokea kwa upande wako. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuwa umejilinda siku zote za maisha yako. Uh, ndugu watazamaji na wasikilizaji wetu, mpaka kufikia hapo hatuna la ziada, ila kabla tujafunga, ningeomba msisahau kusubscribe kwenye YouTube channel yetu inayoenda kwa jina la SCCULT Online TV na pia tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii kama vile TikTok pamoja na Instagram kwa jina la PowerPod Podcast. Kwa kupitia hii mitandao ya kijamii unaweza kushare, kulike pamoja na kuhakikisha elimu hii inawafikia watu wengine. Tukutane wakati ujao.